ya sekta ya, ya bodaboda kudhibitiwa na wanaume. Wimbi jipya linavuna dhana hiyo huku wanawake sasa wakijitosa kwenye kazi hiyo. Juliet Onyango anachangamsha sekta hiyo na kuonyesha kuwa barabara ya mafanikio hamna vikwazo vya kijinsia. Brenda Wanga alikutana naye kwenye mtaa yenye shughuli nyingi hapa jijini Nairobi, na hii hapa taarifa yake. Katika sekta ya shughuli nyingi za usafiri, sauti ya bodaboda ni jambo la kawaida jijini Nairobi. Hizi ni habari, ni kazi ambayo imekuwa ikitambulika zaidi kwa wanaume, lakini sasa kuna kizazi kipya cha waendeshaji bodaboda. Juliet Odera, mwenye umri wa miaka 26, ni mmoja wanaboda wa wanabodaboda wachache wa kike jijini Miaka miwili iliyopita Juliet aliyehitimu na shahada ya chuo alikumbana na hali halisi ya ukosefu wa ajira nchini, na aliamua kufuata njia tofauti, moja iliyochochewa na mapenzi yake ya kuendesha pikipiki piki. so Uamuzi huo haukuwa rahisi. Sekta ya bodaboda Boda jijini Nairobi ina changamoto zake ambazo ni zaidi kwa mwanamke anayeingia katika kazi ambayo imetawaliwa na wanaume. 20, 20. Juliet amekuwa na ustadi na weledi ambao umewashawishi wengi. Ana wateja waaminifu wanaothamini ujasiri wake na uendeshaji wake wa ustadi. Sawa, lakini safari ya Juliet imekuwa na vizuizi. Ajali ya barabarani miezi michache iliyopita ilisababisha akose kazi kwa miezi mitatu. Yeah, and, uh, frequent headaches. Juliet sasa amerudi barabarani na ana azma kubwa ya kufaulu. Licha ya wasiwasi ya usalama katika sekta hii, Juliet anajitahidi kubadilisha mwelekeo huu. Usalama wake na wateja wake ni muhimu sana kwake. Always put on their helmets. Juliet anawahimiza vijana wenzake kuingia katika kazi hii kama njia ya kujiajiri ili wao pia waweze kuwa na njia ya kujikimu kimaisha. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.